Hao unawafahamu vijana ambao wamenasiana hapo? Huyu mwingine huyu wa kiume huyu, huyu mm. Sura yake kidogo ngenigeni. Lakini huyu binti namjua, mm. Ni binti wa hapa hapa mtaani. Mm. Na babake ni nanili tu mkubwa, yani sijamtaja nikasumbuka mka, jamani. Huyu binti huyu hapo. Na hata jina lake namjua, sema tu nalihifadhi, sasa ni masuala ya media na mimi nikakaa sembaya. Ndio, jamani mbasi ile ni basi Kwani kwa kwa kwa, vipi? Naam, mambo vipi, ndugu mtazamaji wa Eko TV? Ni siku nyingine tunaendelea na jambo ambalo la kuhusiana na binti ambayo alinasiana. Sasa kadri siku zinavyozidi kwenda, tunatamani kujua ni mambo yapi ambayo yanazidi kuendelea. Hivyo basi, tukaona basi tumtembelee mjumbe ambaye tulikuwa naye siku ile ambayo tukio liliweza kutokea, kama tulivyoshuhudia namna ambavyo walikuwa wamenasiana hasa katika kipindi kile cha Ramadhani. Nadhani Ramadhani imeisha, tumesherekea idi basi, lakini bado tunaendelea kutamani kufahamu, sasa maisha baada ya pale, binti anaishi vipi, pamoja na familia yake, pamoja na majirani, pamoja na watu wake wa karibu. Hivyo tukaona tuweze kukaa tena na mjumbe aweze kutufahamisha, yeye kama mjumbe anashuhudia vipi vipi matendo au mambo ambayo anayapitia yule binti, kwa sababu tumeongea na binti ameweza kutufahamisha, nadhani kama umefuatilia basi alitufahamisha namna ambavyo anapitia maisha ya shida. Sasa tukaona basi tukae na mjumbe ambaye alikuwepo siku ile aweze kutufafanulia, je, maisha ya binti sasa hivi yapoje, na je, kama kuna malalamiko yote ambayo amewahi kuyaleta kwake. Mjumbe, kwanza ni kusalimu, habari yako? Ah, salama salama kumwaza tangu siku hii. Ah, nashukuru Mungu, tunaendelea vizuri, na Mungu anatupa riziki ya kila siku, tunamshukuru, tupo salama kwa ujumla. Naam, asante sana kwa muda wako. Nadhani kama nilivyokueleza kwenye simu, wito huu na ombi hili la kukaa na wewe ni kuweza kufahamu tukio lile ambalo lilitokea tangu siku ile la binti na pamoja na yule kijana kuweza kunasiana, na ulitufahamisha yule ni mtoto wa shehe, na tumeendelea kufuatilia kadri ya uwezo wetu. Sasa dhumuni la kukaa na wewe ni kutamani kuweza kufahamu maisha ambayo sasa hivi wanapitia wote wawili, binti pamoja na wakiume. Je, maisha yao yapo vipi? Uh, in shortcut, kwa habari ya swala hilo, kwa kwanza tuanze na yule kijana. Uh, yule kijana tangia tukio lile ilipita kama siku mbili kama tatu hivi, nilikutana naye na kwa mwonekano alionekana ni mtu ambaye yuko njema tu hali yake na mtu ambaye anaendelea tu vizuri. Nilisalimiana naye na, na kunielezea shida yoyote ila angia ya baada yaapo, ya hapo sikupata bahati ya kuonana naye, na hata pale alipokuwa nakaa nasikia hayupo tena, alikwisha kuama sasa. Sijui ni jambo hili hili au kuna mambo yake mengine tu, ila kwa habari ya yule binti yule, ninayo nina mengi ya kuelezea yanayomuhusu kutokaa siku ile ya tukio na mpaka sasa eh, kwa sababu yule binti tangu siku ile ya tukio lile kutokea, alivyoenda kwao walimfukuza wazazi wake. Kama inavyofahamika kwamba yule binti wazazi wake ni watu wa dini, kwamba baba yake ni shehe, ni shehe mkubwa tu, na anafahamiana naye na mama yake pia kadhalika, naye ni mtu wa hivyo hivyo. Kwa hiyo kwa upande wao wa, kwa upande wao wakaona sasa si furaha kwa heshima yetu au kwa kali yetu tulionayo, tukaendelea kuwa na mtoto kama huyu, ambayo mtaa mzima au watu wanafahamu tukio alilolifanya. Na yani hivyo, in shortcut tuseme tu hivyo kwamba nyumbani wakaona sasa huyu hatufai tena, wakamfukuza ila labda ningependa kufahamu kama umefahamu kwamba binti ame amefukuzwa. Mmewahi kujaribu kukaa na kuweza kuwasiliana na baba yake kujua jinsi gani ambavyo mtaweza kuongea naye na kumshauri aweze kumrejesha binti nyumbani, kiongozi? Mwandishi, nilijaribu na sio kama nilijaribu mimi tu, nilijaribu mimi. Nilivyoona kwangu itakuwa ngumu, nikajaribu kwenda na baadhi ya wazee wenzangu, tukafika pale, tukazungumza napo na mzee yule na mama yake wakasimamia msimamo huo huo. Tukaona basi siwe kesi, tukajaribu kutafuta tafuta ndugu, baba wakubwa wa yule binti, baba wadogo wa yule binti, na wenyewe walibakia kwenye msimamo huohuo. Kama baba yake au mzazi wake ameamua hivyo, sisi wengine tutie neno gani? Kwa hiyo ikabidi sasa ile swala li, tena aliwe juu yangu, yani binti yule kumwangalia na kumambo mengine mengine, kwa sababu awali na mpaka linatokea hilo swala na mpaka leo atabaki kuwa ni mwananchi ambaye yupo kwenye e, kaya yangu, kwa siwezi kumwacha. Kwa vile hili limetokea, lazima nibebe viatu vyake, yani nijaribu kuvaa viatu vyake kwa namna nyingine, au ili kustiri yale anayopitia, kwa sababu anapitia magumu sana yule binti. Kwa hiyo labda ningependa pia kufahamu, wewe unatambua una na anapoishi, na pia anaishi na nani kwa sasa hivi? Unatambua tokea alipofukuzwa Eh, he, ninafahamu hilo swala, lazima nifahamu, kwa sababu hata pale anapokaa ni sisi ambao tulijaribu kuzungumza na binti mmoja ambaye ni rafiki yake, ambaye amemstiri pale nyumbani kwake, anaishi naye, japokuwa mazingira yake ndio hivyo hivyo, kula yake ni tabu kwa sababu hata yule binti anayekaa naye ana kazi hivyo ya kusema ataweza kumhudumia yule, na usitoshe kwamba bado analalamika hali yake mbaya hali yake bado anasema, anasikia maumivu, na mara nyingi wanakuja nyumbani hapa, ninachokuwa nacho nawapatia, ila kwa hadi na anapokaa, ninapafahamu kwamba anakaa nyumba ya huyo rafiki yake, alipopanga huyo rafiki yake, ndipo naye anapopatikana. Kwa hiyo ni swala la, swala la kusema makazi, ninapafahamu anapokaa tokea kipindi kile tukio lile liweze kutokea, labda ningependa kufahamu ni changamoto gani ambazo bibi anaweza kuzipitia. Kama unavyosema, na sasa hivi mwanaume ameshaondoka, kwa hiyo nadhani hauna ufahamu kuhusiana na maisha ya yule mwanaume. Sasa ningependa kutambua yule mwanamke anapitia maisha gani sasa hivi. Kuna changamoto zozote anazozipata ama kuna maisha ya shida ambayo anayapitia kwa sasa, ama maisha yake yapoje ukiachana na kufukuzwa na wazazi wake? Changamoto anazozipitia yule binti ni nyingi. Ni nyingi sana. Yaani ni nyingi kwa mtu wa kawaida, kwanza ni msifu tu, yule binti ni mtu ambaye ana moyo, ila kwa mwingine asingeweza. Kwa sababu changamoto anazopitia ni nyingi mno. Kwanza kabisa anapitia changamoto ya aibu. Tunajua yule binti amekuwa hapa. Amekuwa ya mtau. Yaani huko in shortcut ndio nyumbani kwao. Sasa jambo lile lilivyotokea, lile jambo ni la kufedhesha, tunajua. Japo tu mbali na kuwa amefedhesha familia yake, pia yeye kama yeye amejifedhesha, kwa sababu hata anapokuwa mtaani, maneno ni mengi, wanaongea watu, wananyari. Unajua kila mtu anaongea lake, bwana, yule hivi na hivi, hivi na hivi. Kwa hiyo hiyo ni changamoto moja wapo, na changamoto nyingine kwamba yule binti hana kazi, kama tangu nilivyokuambia hawali, yule ambaye mwenyewe mlengwa hana kazi hana chochote ambacho anaweza akafanya kikamletea kila kasosi kika ikawa ndio source of income kujikizi yeye kwenye mahitaji yake. Alikuwa anategemea wazazi hasa, kama unavyoona nyumbani. Tena wamesitisha huduma hizo kwa namna moja au nyingine, imekuwa ni changamoto kubwa kwake yeye, aishi vipi? Kama nilivyokuambia, hata sometimes nafikia masuala tu ya tumbo mazo chakula kwamba wana wanakuja hapa na ninachokuwa nacho ninawapatia, sipokuwa nacho ninajaribu kuwazima kwa watu ambao nipo nao kwenye kabineti ya uongozi ambao wa mtaa, nikiwa nawapa taarifa kabisa, bwana ni fulani amekuja na shida fulani, tunamtatulia. Ila changamoto anazopitia yule msichana ni nyingi. Hata pia afya yake, bado tu, sio maisha ya kunyanyapaliwa, sijui kula ale nini kiafya pia Anasema bado anasikia maumivu maumivu, na hata pale nikifika pale kwake kwao, mazingira kasabu nimeenda sio mara moja, mara kama mara tatu nimefika pale hata ninapofikia pale ndani, hali ya hewa ya pale ndani na kwa kidogo ila anaona kama wana ficha, ficha. Sasa kuna mambo mengine sio ya kusema kwenye media kakangwe. Ninapenda pia kufahamu hapo kwa sababu tangu mara ya mwisho tuweze kuongea naye, interview ya mwisho anatuelezea kuhusiana na changamoto ambazo anazipitia kwenye maisha yake. Mm. Alitugusia hilo hilo la kwamba bado maumivu anayapitia sasa. Ningependa kufahamu wewe, kwenye hayo maumivu unatambua lipi? Je, bado mpaka sasa hivi maumivu hayo kwamba hayajaisha, anawasiliana na daktari ama kuna matibabu ya poje au ukubwa wa maumivu hayo yapoje mpaka sasa ah? Kama awali mlishazungumza naye na kazungumza na maumivu, na mimi nitakuwa nani nikificha? Kama alisema yeye, alikuwa anasema apate msaada. Sasa kama mimi nitakuwa nina ficha, hautapatikana huo msaada kweli. Yule binti analalamika na maumivu. Maumivu yamezidi na hata jana kipindi watu wanakula Idi sijui, ali ni, nilipigiwa simu nikafika nikakuta analalamika sana. Anasema yani maumivu yamekuwa ni makali na kuna uchafu unatoka na tangu siku ile kwamba anasema damu haijakoma mpaka leo anakuwa anaingia mwezini damu yake haijakoma ya yani kipindi chote tangu siku ile. Kwa hiyo ni changamoto nazo hizo mtungu mtangazaji. Kwa hiyo tuna hebu, uh, kwanza hapo ningependa kufahamu jana ndio umewasiliana naye jana? Siku ya Idi niliwasiliana naye ile, kwa sababu nilitaka kujua hali yao. Najua ile ni sikukuu, kwa hiyo kila mmoja ilibidi afarijike kwa baada ya kuwa amefanya ile ibada. Sasa yeye ilibidi nimjulie hali, kama mimi sinafahamu maisha anayopitia washa tangu siku ile, kwa hiyo ilibidi tu ni mtafute ili nimjulie hali, ndo akaniambia hizo habari kwamba bwana, njoo huyu mtu hali yake sio nzuri. Nilipofika pale kweli nikakuta hali yake sio nzuri, ana pigia kelele, analalamika. Je, hata ni kawa hai hai tena, tulimpeleka hospitali, kuna gharama zikatumika pale, ila ni swala ambalo naona kwa huku mahospitalini kidogo itakuwa shida. Yani kama tungeweza kumpata mtu ambaye kama angeweza kufanya lile swala la ku nini, hawa ndugu zetu wa kidogo wa vitabu au wa nini, kama yule aliyokuja kutatua lile swala siku ile pale. Tungepata uwezekano wa mtu kama huyo, angemsaidia kwa sababu analalamika bado ana maumivu. Na hata unajua maumivu yale mtu akiigizwa, namjua yule ma, maumivu yale sio ya kuigiza, ni kweli. Unaona kabisa huyu anaumia, anaumia, kwamba kuna msaada inabidi utufanyike, ndio maana kama hivi kuja kwenu, tunashukuru Mungu kwamba tunaweza tukazungumza kwenye media kama hivi, Watanzania wakatusikia kwa wakajua kwamba kuna mtanzania mwenzao anapitia hali ambayo si nzuri, si nzuri, inamuumiza, inamuumiza, inamuumiza, inamuumiza, inamuumiza ni kiufupi, anaumia. Anaumia. Kwa sababu una, unajua mara ya mwisho sisi kuweza kuwasiliana naye nadhani imepita kama wiki. Mm, alitugusia napitia maumivu, lakini sasa napenda kufahamu, yani kwamba wewe hali yake kwa sasa hivi unaionaje, kwamba imekuwa mbaya ukiachana na ile kipindi sisi tunaongea naye ama hali yake, ni yale maumivu ya kawaida ambayo tuna alikuwa anaongelea kwamba ana uwezo hata kukaa na kuweza kufanya interview, ipo hivi na hivi, au ipoje hapo? Yani ningependa kufahamu ukubwa wa maumivu hayo. Maumivu tofauti kabisa na mwanzo, kwa sababu siku za mwanzo nilivyokuwa nikifika ni mkuta pale, ndio kwa kidogo na mkuta anaweza akafanya hiki akafanya hiviki, lakini kwa sasa hivi ukimwona ni mtu akulala tu na kulia, wakati mwingine akiwa anapiga kelele nasema ana sehemu zile zinamuuma na yani, shortcut ni hivyo, na hata ukifika sasa hivi harufu ile ambayo ulikuwa unasikia mwanzoni tofauti na sasa. Sasa, sasa hivi imeongezeka harufu, sauti ile imekuwa tofauti na awali. Kwa hiyo shortcut yule, yani maumivu anayopitia ni tofauti kabisa na mwanzo, ni makubwa, ilali imezidi kuwa mbaya. Mlipokwenda hospitali, kwa sababu nimesikia umesema mlienda hospitali, si ndio? mm. na mvufika pale labda madaktari wanasemaje? A ah, madaktari walijaribu kumwangalia, wakamsafisha na tukawauliza. Maana alivyokuja akatuambia tu ni infection kawaida. Tukamwambia na tukamuelezea chanzo. Akasema kwenye vipimo akasema shida amna, inaweza kuwa tu ni infection mambo ya kawaida. Siku mbili tatu itakata. Sasa naona siku mbili tatu, na mimi mwenyewe ninavyojua lile tukio tangu mwanzo na mambo yalipofikia ndio tulipitia njia gani. Naona tu tungejaribu kutafuta wataalamu wa staili ile ile au tukatumia vitabu kujaribu tunamnusuru ndugu yetu Tanzania mwenzetu, au mtoto wetu, kwa sababu wali anayopitia tofauti na mwanzo. Sisi tulijaribu kuwasiliana na baba yake tuweze kufanya naye interview ama kufahamu mengi, lakini alitukatalia kata kata. Ningependa kufahamu labda baba yake yeye anatambua kwamba mwanaye anapitia hali hiyo sasa hivi. Ah, sio kama afahamu, kwa sababu anafahamu anafahamu. Mimi mwenyewe nilishafika, nishamwambia. Mwisho wa siku amekuwa simu zangu apokee. Kwa uoga naandika SMS namtumia, nina imani zinafika, kwa sababu delivery report zinarudi. Kifikia hali fulani, najua ni baba yake. Kwa uoga naandika SMS, bwana moja mbili tatu nne tano sita, binti yako amefikia hivi, tumefanya hivi, tumefanya hivi, tumefanya hivi, na send, na delivery report inarudi majibu. Yeye kutoa atoi, hata mama yake pia hivyo hivyo lakini tuendelee ku, kuangalia au ku kusikilizia kwamba baba yake mwishoni atabakia hivi hivi au kama atarudisha moyo, ila yule mtoto anaumia, anapitia maumivu na hapa mimi ndo natambua leo ya kwamba anapitia sasa, hali yake imezidi kuwa mbaya. Basi nadhani kuna, kuna haja ya sisi kuweza kwenda tena kuweza kumjulia hali na kutambua hali yake inaendelea vipi, kwa sababu umenijulisha i imetokea jana, si ndio? Basi kuna haja kama kesho tukaungana, aidha wewe pamoja na mjumbe, wewe mjumbe, tukaenda na wewe, ama wewe ukatupa ruhusa ya sisi kwenda wenyewe, hapo utakuwa na majukumu mbalimbali. Na pia sasa, mjumbe, ningependa kutambua ama kufahamu, wewe kama wewe unawaambia nini wananchi wako kuhusiana na swala ambalo limetokea ama unawashauri nini watu ambao wanatazama video hii kulingana na jambo ambalo limeweza kutokea? A, mimi kama mjumbe nilikuwa nina mengi ya kuambia wananchi kama ningekuwa nina muda wa kutosha, ila kwa sasa la kuambia ni kwamba ndiyo yule amekosea amefanya jambo lile ambalo kinyume kabisa na utaratibu na maadili, hata kidini nalo sio nzuri, hata tu kijamii nalo sio nzuri, ila turudishe moyo nyuma, tumchukulie kama mwanadamu mwenzetu, sio ng'ombe, sio mbuzi, sio mbwa kusema. Utakuta mzogake umelala pale, usishtuke, yule ni mwanadamu. Utakapomkuta mwanadamu amedondoka, moyoni kuna kitu kinafanya pa! tofauti na ukikuta mzoga wa kitu chochote, kwamba hiyo ni mwanadamu. Kwenye twende mbele, turudi nyuma, tukumbuke pia ni mwanadamu, kwa anahitaji bado msaada wetu, pia ni mtanzania mwenzetu. Nilikuwa naomba tuje kwa wingi tu uwe kwa wingi, tuondoe dhana ya kusema kwamba ni mchafu, ni mtenda zambi. Hapana, kabla ya kumuita mwenzio mtenda zambi, jiangalie wewe, una mangapi mabaya umefanya, una vingapi ambavyo umefanya sio vya kumpendeza mwanadamu, sio hata vya kumpendeza Mungu. Vipo vitu vi, vipo, vipo, hata mimi mwenyewe ninayo mengi nimefanya. Nikikusimulia hapo, ndugu mtangazaji, unaweza ukasema eh, huyu eh, kweli mjumbe? Au wewe mwenyewe unayo mengine ambayo umefanya mambo ambayo hutaki hata mtu mwingine ajue. Sasa ndo kama hivyo ilivyotokea kwa yule, akutamani hata kipindi ana shiriki kile kitu mwingine hata ajue, lakini imetokea kama vile imekuwa ni ajali. Kwa hiyo tuongezeke kwenye kumtia moyo, kuangaika naye, kuugua naye, kwa, kwa chochote ambacho tumekipata kumpatia, eh, chochote hata umekosa kitu, kuja tu kumjulia hali ukampa pole na kumwambia da nah, na kuombea Mungu, yani hivyo, unajua anakuwa anafarijika tusije tukamwachia yule mtoto mzigo tu, ambaye peke yake ana ile rafiki yake anamwangalia pale nyumbani. Kwa sababu naye ni mwanadamu, itafika kipindi naye ataanza kujiuliza ile maswali ya kiubinadamu, kwa nini a -a, kwa nini mimi? Au kipindi anafanya hicho kitu nilikopo naye mimi a -a. Tusifikie huko, tuwe wamoja, tushikane Watanzania kwa pamoja, au hata kama mama popote alipo analisikia ili swala, anaweza akatusaidia akamsaidia yule mtoto, kwa sababu anapitia mambo mabaya, anapitia maumivu, anapitia maumivu na ndugu mtazamaji wa Eko TV, nadhani umeweza kumsikia namna ambavyo mjumbe ameweza kuongea. Ni mengi ambayo kaongea, nadhani hapo, ambayo umeweza kumsikia kwa umakini, namna ambavyo wale wahusika, hali inayoendelea mpaka sasa. Na ametufahamisha ya kwamba binti sasa hivi bado hali yake ni mbaya, kuna maumivu anayapitia na, na si ya kawaida. Hivyo basi, sisi inabidi tuweze kwenda kumtembelea tena. Muda sasa hivi umekwenda, nadhani kesho asubuhi ama mchana, tukipata nafasi, tutaongozana na mjumbe ama tutaongozana wenyewe, tutatambua nini ambavyo itafanyika na itakavyokuwa kikubwa. Tu endelea kuungana nasi na pia endelea kufuatilia na kuweza kutoa ushauri kwa binti na namna gani ambavyo ataweza kusaidia maisha yake na namna gani ambavyo ataweza kuondokana na changamoto ambazo amepitia. Kosa si sababu ya kuweza kuteseka katika maisha, wapo wengi wanakosea, lakini mwisho wa siku wanasamehewa na kuweza kuanza upya katika maisha yao. Hivyo ni jukumu letu kuweza kumsaidia na kuweza kujua namna gani atajirekebisha kwa makosa ambayo aliweza kuyafanya. Nikukumbushe tu kama ni mara yako kwanza kuingia katika chaneli ya Eko TV, basi usahau kubonyeza alama subscribe pamoja na alama ya kengele, ili kuwa mmoja wa wafuatiliaji wa matukio na habari mbalimbali mbali katika chaneli ya Eko TV. Asante sana.